Karibuni wasikilizaji wetu wa AWR, asanteni sana kwa kufuatilia vipindi hivi vinavyodhaminiwa na wainjilisti wa vitabu kanda ya Kinondoni Dar es Salaam. Katika kipindi hiki cha Ijue Kweli, leo tena tumekuja na somo lingine linalotufundisha habari ya unabii juu ya Masihi. Kabla hatukuendelea na somo hili, basi niwakaribishe, tuombe. Baba yetu tunakushukuru kwa masaa haya, kwa kutupatia wasaa huu tena, tunapokwenda kujifunza somo hili na wasikilizaji wetu, embu neno lako likatufanye kuwa moja na likapata nafasi katika mioyo yetu, ili pale panapohitaji matengenezo tukayafanye kwa ajili ya okovu wa maisha yetu. Baraka zako na neema yako endelee kuwa pamoja nasi. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Unabii juu ya masihi mwokozi Yesu Kristo. Ah, mwanadamu alipoumbwa na Mungu aliumbwa katika ukamilifu, lakini ni katika ukamilifu wake ndipo aliporuhusu uovu utawale maisha yake na ikaonekana kana kwamba amepoteza mwelekeo, na ndivyo ilivyokuwa hasa. Ndiyo maana dhambi ilimtenga na uso wa Mungu. Kwa maana hiyo, Mungu amekuwa akinena na wana wa Israeli kupitia manabii. Wakati fulani amekuwa akitumia ishara mbalimbali mbali na mifano mbalimbali inayohusiana na swala zima la kwamba yuaja masihi atakayekufa kwa ajili ya kumuunganisha au kumpatanisha mwanadamu na Mungu wake. Na miongoni mwa matukio kadha wa kadha ni pamoja na hali ya ibada iliyokuwa ikifanyika kipindi cha wana wa Israeli, ambapo mwanakondoo alikuwa akitumika kuwapatanisha wanadamu wa dhambi na Mungu wao. Kafara ile haikuwa ikiondoa dhambi. Kafara ile haikuwa ikisamehe dhambi, bali ilikuwa ni ishara ya yeye ajae kwa ajili ya kuondoa dhambi za ulimwengu. Hivyo Mungu aliwaongoza manabii wake katika habari ya kwamba Masihi atakuja, Yesu Kristo atakuja na ujio wake utakuwa ni wa namna fulani. Hivyo wanadamu waliwekwa tayari, ili kuwa tayari kumpokea Masihi ajaye, na hatimaye kufungua mioyo yao na kumkubali katika maisha yao, ili waweze kupatanishwa na Mungu wao. Na unabii huu ulizungumza, ulielezea mambo mbalimbali. Sehemu namba moja ni mahala ambapo huyu Yesu atakapozaliwa, na ukisoma katika kitabu cha Mika sura ya tano mstari wa pili, neno la Mungu linasema bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa maelfu za Yuda, kutoka katika wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Bwana Yesu asifiwe sana. E, unabii unaonyesha ni wapi ambapo, kama eneo, atakalozaliwa masihi, yani Yesu Kristo, na kupitia Mika tano sura ya pili neno la Mungu linasema ni eneo linaloitwa Bethlehemu. Ndio maana ukisoma katika Biblia vitabu maeneo mbalimbali utagundua Bethlehemu ilikuwa ni sehemu ambapo Yesu amedhaliwa, sio alipoishi, sio alipokuwa, bali ni alipofikia usiku ule hatimaye akazaliwa. Kwa nini? Ni kwa sababu ya unabii ulinena na sasa umetimia. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima, na tulitangulia kusema kwamba maneno haya yameandikwa na Mungu, na kwa sababu yaliandikwa na Mungu ni lazima yatimie. Haijalishi aliyowatumia wavuvi, haijalishi aliyowatumia wanasheria haijalishi aliyotumia wanadamu tena wadhaifu tena waliopungukiwa, lakini kinachojalisha ni kwamba ni Mungu aliwaongoza kunena yaliyotoka kwake. Hivyo Mungu akisema Yesu atazaliwa Bethlehemu, na inakuwa ni hivyo. Lakini jambo la pili uh, manabii walitabiri ya kwamba huyu Yesu atazaliwa na bikira. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya sura ile ya saba mstari wa kumi na nne neno la Mungu linasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama bikira atachukua mimba, atamzaa mtoto mwanamume naye atamwita jina lake Imanueli. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unabii ulitabiri habari ya namna gani Yesu au Masihi atazaliwa. Kwa hiyo haikuwa na njia yeyote ile ambapo Yesu angezaliwa tofauti na hii ambayo Mungu mwenyewe kupitia watumishi wake amewaonyesha ya kwamba ni lazima atazaliwa na bikira, na ndivyo ilivyokuwa. Utashangaa leo hii, mtu fulani nimeona katika mitandao ya kijamii akisema, ikiwa kuna mtu anamwabudu Yesu tofauti na mimi, amepoteza mwelekeo. Yaani watu leo wanajiita Yesu, wanajitokeza kama Yesu, wanajitambulisha kama Yesu, lakini unabii ulinena ya kwamba Yesu atazaliwa na bikira, na ndivyo ilivyokuwa. Sasa inaweza ikawa. Ni, ni, ni ajabu ya namna gani! Leo hii huyu ambaye anajiita, wakamuuliza ulizaliwa na bikira? Japo haitakuwa na mashiko haitakuwa na maana, lakini nachozungumza ni unabii wa Masihi. Unabii ulisema atazaliwa Betlehemu na ndivyo ilivyokuwa. Unabii ulisema atazaliwa na bikira na ndivyo ilivyokuwa, lakini unabii mwingine ambao ulizungumza juu ya Masihi ni habari ya huduma ya Masihi. Huduma ya Masihi usoma katika kitabu cha Isaya 61 mstari wa kwanza mpaka watatu neno la Bwana anasema, roho ya Bwana i juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wa nyenyekevu habari njema, amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Ndivyo ambavyo unabii unamzungumza yeye yeah, ajaye ndio maana alivyokuja alikuwa akikaa na wanyonge, alipokuja alikuwa akikutana na waliofungwa na kuwafungua. Ndio maana alipokuja alikuwa nakaa na wagonjwa na kuwaponya. Ndio maana alipokuja aliwatembelea ali, ali, ali hata waliokufa akina Lazaro akawafufua. Ndio maana alipokuja a kawa anawatembelea wenye shida mbalimbali, anakaa na wenye dhambi, maana yeye ndiyo tabibu. Na wasio yaamini maandiko, wanapomwona Yesu, anakaa na wadhambi, wanapomwona Yesu, anakaa anatembea na wagonjwa, wanapoona Yesu, anaishi maisha ya hivi hivi, wanasema Mwoneni, mwoneni, anakaa na wadhambi. Angekuwa nabii kweli huyo, angekuwa masihi kweli huyo, angejua hata aliyekaa naye ni mdhambi. Wakati huo wanasahau kuyaishi maandiko, maandiko ambayo yalinena habari ya huyu masihi atakapokuja. mm. atakapokuja atawahubiri atawahubiri wanyenyekevu habari njema. Wanyenyekevu ni watu gani? Wanyenyekevu ni watu wa pole. Wanyenyekevu ni walio tayari kuweza kufundishika. Wanyenyekevu ni watu ambao wamekubali kupokea ujumbe. Ndio maana Yesu amehubiri, Yesu amefundisha. Wasio wanyenyekevu hawakuelewa jambo, wasio wanyenyekevu hawakumtambua. Anasema alikuja kwao, lakini walio wake wakamkataa. Kwa nini? lishindwa kuwa wanyenyekevu. Na wewe msikilizaji wa AWR leo, usipojivika unyenyekevu, hata ni kuhubirie habari njema kiasi gani, kamwe hutaipokea. Kuipokea injili hii inahitaji kuwa mnyenyekevu. Lakini anasema amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Kumpata Yesu katika maisha yako ni tumaini, kumpata Yesu katika maisha yako ni nguvu, ni wokovu. Kwa hiyo nabii huyu anaonyeshwa namna ambavyo atakayezaliwa atakuwa akifanya huduma gani. Lakini mstari wa pili anasema kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wafariji wote waliao. Leo watu wanauliza hata lini Bwana? changamoto hizi hata lini Bwana? mwovu anaendelea kutawala hata lini Bwana? wabaya wanaendelea kufanikiwa hata lini Bwana? hata lini Bwana? Bwana anasema Ipo siku ya kisasi cha Mungu wetu kilichowekwa kwa ajili ya hayo. Tuendelee kushikilia ahadi ya Bwana. Hilo neno hata lini Bwana linakaa kwa watu wasio na matumaini. Bwana anasema amekuja kutangaza mwaka uliokubalika na siku ya kisasi cha Mungu wetu, lakini amekuja kwa fariji wote waliyao mpendo, anatambua kuna vyanzo vingi vinavyokupelekea kulia, lakini Masihi alitabiriwa na akaja ili kutufariji tuliao. Kubali kufarijiwa na neno la Mungu. Kubali kufarijiwa na huyu Masihi. Kubali kufarijiwa na huyu Yesu ili hatimaye uweze kupata ushindi. Mstari wa tatu wanasema kuangazia hao waliao katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya, ya roho nzito. Wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi ndivyo ilivyokuwa katika huduma ya Masihi aliyotabiriwa, kwayo ndivyo alivyokuja kufanya. Lakini mambo mengine yaliyotabiriwa ilikuwa ni pamoja na kusalitiwa na rafiki yake. Kusalitiwa na rafiki yake, ukisoma katika kitabu cha Zaburi sura ya hamsini na tano aya ile ya kumi na mbili mpaka kumi na tatu neno la Bwana linasema kwa maana aliyetukana si adui kama ndivyo, ningevumilia aliyejitukuza juu yangu siye anichukiaye, kama ndivyo, ningejificha asinione. Bali ni wewe mtu mwenzangu, rafiki yangu, niliyejuana nawe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ulikuwa ni utabiri ukionyesha ni nani atakaye msaliti Yesu, kwamba ni rafiki yake aliyejiona naye sana, kwamba ni mwenzake mno, kwamba ni mwanafunzi wake tenza, tena mtunza fedha wake, yani Yuda Iskariote, ndiye atakayekuja kumsaliti. Na wapendwa wasikilizaji wa AWR, naomba tusikilizane katika hili. Ikiwa neno la Mungu lilitabiri jambo fulani, liwe jema, liwe baya, ni lazima litatendeka. Bwana Yesu asifiwe sana hasa, kwa sababu maandiko yalishatabiri ya ni nini, ni nini kitatokea. Hata kama ni rafiki yake atamsaliti, ilikuwa ni lazima, ilikuwa ni lazima aweze kumsaliti. Ndiyo maana hata Yuda Iskariote alipomsaliti Yesu alishindwa kuvumilia kwa ubinadamu wake mwenyewe, jinsi alivyoona Yesu akipitia mateso, Yesu akipitia maovu, Yesu akipitia, akipatiwa makovu makovu ya mijeledi, Yesu akisulubiwa msalabani, Yesu akidhalilishwa akivuliwa nguo. Yuda alipoona vile hakuona kama ulikuwa ni uwezo wake wa kufanya vile. Kumbe imekuwa vile kwa sababu neno lilitabiri na ni lazima litokee. Ndiyo maana akachukua maamuzi magumu, maamuzi mazito ya kujinyonga ya kujihukumu, kujiona hastahili, kujiona hafai. Hakuona kama kuna njia nyingine tena ambayo anaweza akapatanishwa na huyu aliyesababisha afikishwe katika mikono ya maadui mm. nini ambacho angefanya? inawezekana ikawa ni somo la siku nyingine, lakini rafiki yangu, sikia, inawezekana kuna wakati unapitia wakati uliotokana na uchaguzi wako, mm. Inawezekana kuna maumivu unayapitia, maumivu yaliyotokana na uchaguzi wako, mm. Usikate tamaa, usijihukumu. Mwelekee Yesu, mwambie Yesu, ndiyo, ni maamuzi ya uchaguzi wangu. Ndiyo hata makovu haya, ndiyo hata maumivu haya, ndiyo hata magonjwa haya. Ndiyo, ninaomba unisamehe, na mokozi wetu, masihi wetu, Yesu Kristo atakusamehe na atafuta dhambi zako zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Usije ukafanya kama alichokifanya Yuda. Laiti Yuda angalijua kwamba ilitabiriwa hiyo vile, hata asingejinyonga asinge at, na mimi ninazungumza na wewe ambaye kesho yako huijui, lakini leo nimekutahadharisha. Inawezekana ukaingia kwenye magumu kiasi hicho. Acha kujihukumu, acha kujihukumu. Siku ya hukumu imewekwa, lakini na wokovu pia umewekwa kwetu kupitia Yesu Kristo. Ni ya heri ukajisalimisha kwake, naye akakuweka huru. Ehe, unabii mwingine uliotabiriwa kuhusiana na masihi ni hivi kwamba huyu Yesu au huyu Masihi angeongozwa kwenda machinjoni kama mwana kondoo. Unajua, mm. mwana kondoo kimchukua kumpeleka machinjoni si tu kwamba hajui anaenda kuchinjwa, lakini hana, haonyeshi fujo, haonyeshi kukimbia, haonyeshi kuwa na hofu. Hata unaweza ukambeba katika maganja yako na ukampeleka katika maeneo ya hatari, na si tu kwamba hajui, lakini hawezi akafurukuta. Lakini leo Yesu anapozungumzwa, anazungumzwa katika dhana ya kwamba, si kweli kwamba Yesu alikuwa hajui anaenda kufa. Si kweli kwamba Yesu angeshindwa kujiondoa katika mikono yao. Si kweli kwamba Yesu hakuwa na nguvu au na uwezo wa kutenda muujiza kama Yuda alivyotegemea, no, isipokuwa Yesu alijinyenyekeza kama mwana kondoo ambaye anapelekwa machinjoni na akijua anapelekwa machinjoni, lakini kwa sababu ya kusudi la kupelekwa machinjoni, Yesu akakubali kunyenyekea, naam, hata mauti ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana mm. Ukisoma katika Isaya 53 mstari wake wa 4 hadi wa saba, neno la Mungu linasema hakika umeachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tuliopotea kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, nam hakufunua kinywa chake. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwake Yesu Masihi. Si kwamba hakujua anaenda katika mateso, si kwamba hakujua anaenda katika maumivu, si kwamba hakujua anaenda kufa, lakini alinyenyekea. Alinyenyekea kwa nini? Alinyenyekea, alinyenyekea ili ayachukue masikitiko yetu. Rafiki yangu, masikitiko ulio nayo, Yesu alikwisha kuyachukua. Ni kwa sababu tu wakati fulani unachelewa kumtumaini. Ni kwa sababu tu wakati fulani unachelewa kumwamini. Ni kwa sababu tu wakati fulani unachelewa kumpatia masikitiko yako, lakini Yesu ameyachukua masikitiko yetu na anaendelea kusema kwamba amejitwika huzuni zetu. mm. Yesu, kwa kupigwa kwake, sisi tumepona. Kwa mateso yote, kwa dharau zote zilizoonyeshwa Yesu aliposulubiwa, alipo msalabani, dhihaka zote, majeraha yote, si kwa sababu yake, bali ni kwa sababu yetu. Alichubuliwa na maovu, yale maovu aliyochubuliwa kwayo si kwa ajili ya kwamba alitenda dhambi, zile adhabu alizopata si kwa sababu yeye alitenda dhambi. Ule unyenyekevu alionyenyekea, si kwa sababu aligundua kwamba amekosea, lahasha, bali ni kwa sababu ya kuwa alikubali kwa upendo wake pekee kwenda kutuifia msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana! Hivyo rafiki yangu, katika maisha unayepitia, katika maumivu unayepitia, katika njia zako zote unazopitia endelea kumtumaini huyu Yesu, huyu aliyokubali kupigwa, huyu aliyokubali kunyanyaswa, huyu aliyokubali kuvulia nguo, huyu aliyokubali kusulubiwa, huyu aliyokubali kudhiakiwa. Maandiko anasema alinyenyekea kama kondoo apelekwaye machinjoni, kwa ajili ya maovu yetu, kwa ajili ya dhambi zetu. Hivyo dhambi hazipaswi kutuondolea amani, dhambi hazipaswi kutuondolea ujasiri, bali tuzipeleke kwake, huyu aliondoleo la dhambi zetu. unabii mwingine ilikuwa ni nini? Unabii mwingine ilikuwa ni kwamba huyu Yesu kifo chake, atasulubiwa na kusulubiwa kwake, mikono yake na miguu yake itatobolewa. Ah, Kisoma Zaburi ishirini na mbili kumi na sita, neno la Mungu nasema kwa maana mbwa wamenizunguka, kusanyiko la ovu wamenisonga, wamenizuia mikono na miguu. Jaribu kupiga, kupiga picha na kutazama msalaba wa Kalvari na umtazame Yesu kwa imani, akiwa amezuiliwa pale msalabani kwa misumari uzito wa mwili mzima umezuiliwa na misumari, mikono misumari, miguu misumari. Ni maumivu, ni mateso, ni sikitiko, lakini ulitabiriwa na ilikuwa ni lazima iwe hivyo. Wasingetumia njia yoyote kumsulubisha zaidi ya misumari, zaidi ya Kalvari, kwa sababu ilitabiriwa na ilikuwa ni lazima iwe hivyo. Lakini utabiri mwingine ambao nimeufurahia sana ambao nimeupenda sana katika somo hilo leo ni kutoka katika Zaburi kumi na sita Zaburi kumi na sita Zaburi kumi na sita mstari wa kumi Neno la Mungu nasema maana, maana hutakuachia kuzimu nafsi yangu. Mm. Wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Maana yake ni nini? Alitabiriwa kwamba pamoja na kwamba atateswa, pamoja na kwamba atasulubiwa, pamoja na kwamba atakufa, pamoja na kwamba atazikwa, lakini huyu Yesu hatabaki kaburini, bali atafufuka kutoka kwa wafu, atafufuka kutoka kwa wafu, na hiyo ni ishara ya ushindi kwa wamwaminio ya kwamba yule aliyetuifia pale msalabani yule aliyekufa akazikwa, amefufuka. Ndio maana alipowaambia kwamba siku ya tatu watafufuka, wale maadui wa, wale, wale, wale, wale makuhani waliamua kaburi lilindwe, kaburi lilindwe, kwa sababu ya si kwamba wanahofu watafufuka, bali wana hofu ya kwamba wanafunzi watakuja kumwiba, ili waweze kusema ya kwamba maneno ya Yesu ni ya kweli, kwamba amefufuka. Kwa hiyo analindwa, si kwamba ana mashaka naye ya kwamba atafufuka, bali kwa sababu ana mashaka ya kwamba wanafunzi watamwiba, hivyo hakuamini katika hilo. Ndio maana miongozi miongoni mwa injili zilizomsumbua sana Paulo katika uhai wake ni pamoja na kuhubiri habari za kufufuka kwa Yesu, habari za kufufuka kwa Yesu. Kwa hiyo nabii ulitabiri ya kwamba Yesu Masihi atafufuka kutoka wafu hata salia kaburini, na ndivyo ilivyokuwa, Yesu akafufuka siku ya kwanza ya Juma. Lakini pia soma maneno haya katika, uh, katika Mathayo 28. Mathayo ishirini na nane Mathayo ishirini na nane mstari wa pili mpaka wa saba neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema maana na tazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mtazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake amefufuka katika wafu. Tazama awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakako kwenda. Haya nimekwisha kuambia. Bwana Yesu asifio sana. Ikiwa ulikuwa unakosa tumaini Wakwamba, alio kufa, alio zikwa, kuambia kwamba unamwabudu Yesu aliyokufa aliyezikwa, leo hii ninakwambia pamoja na yote hayo amefufuka, ametupatia ushindi, ametupatia wokovu, hivyo atupasa kumwamini tena kifua mbele, namna ambavyo unabii ulimwonyesha. Unabii ulitabiri juu ya Masihi na ndivyo ilivyokuwa. Mbingu zilishindwa kuvumilia kum, tetemeko kubwa likaipiga nchi, malaika akashuka na kuliondoa jiwe kaburini, na Yesu anatoka kaburini. Yesu anaenda Galilaya, anakutana na wanafunzi wake kama alivyowaambia hapo mwanzo. Mpendwa msikilizaji wa AWR, siku ya leo, acha nikwambie, toa maisha yako kwa huyu Yesu aliyetabiriwa, na ndivyo ilivyokuwa. Neno la Bwana li hai na litadumu milele hata milele. Tumeona namna alivyoteseka, tumeona namna alivyosikitika, tumeona namna alivyolia, tumeona namna alivyosulubiwa, tumeona mazingira aliyozaliwa kwayo. Yote ni kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Na tuombe tunapofikia mwisho katika somo letu la siku hii ya leo. Baba yetu katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa kuwa neno lako li kweli. Tumejifunza leo na kuona ukweli halisi kutoka katika Biblia takatifu jinsi ambavyo ulitabiri juu ya Masihi na jinsi ilivyokuwa. Hivyo ondoa mashaka katika fahamu zetu, katika kumwamini Yesu kama Bwana kamili na Mwokozi kamili wa maisha yetu. Wabariki wasikilizaji wetu popote pale walipo, endelea kuwapatia amani na nguvu kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Wasikilizaji wetu wa AWR, Endelea kufuatilia masomo haya, lakini ikiwa una swali, ikiwa unahitaji maombi, endelea kuwasiliana kwa namba hii ninayokwenda kuhitaja: sifuri saba hamsini na tisa hamsini na tatu thalathini na tisa thalathini na tatu. Na Mungu akubariki sana, endelea kusikiliza AWR. Uendelee kubarikiwa na vipindi mbalimbali mbali. Amen.